Muthoni amewataka wananchi kutomlaumu Rais William Ruto wakati ambao miradi ya serikali inapokwama akibaini kuwa wanaopaswa kulaumiwa ni wale waliopewa kazi na Rais Ruto kuhudumia wananchi. Akizungumza katika kaunti ya Laikipia, Muthoni amebaini kuwa kila wakati tatizo linapojitokeza nchini lawama huelekezwa kwa viongozi wakuu serikalini ilhali kuna viongozi waliopewa kazi kumsaidia Rais na ambao wanasema wanapaswa kuulizwa maswali. Mkutano baina ya wananchi kutoka kaunti ya Laikipia na viongozi serikalini ulitoa nafasi murwa kwa viongozi hao kueleza hatua za kimaendeleo zilizopigwa na serikali ya rais William Ruto kufikia sasa katika wizara mbalimbali mbali nchini. Akizungumza katika mkutano huo, katibu wa afya Mary Muthoni amewataka wananchi kutomlaumu Rais William Ruto kila wakati tatizo linapojitokeza serikalini, akibaini kuwa kunao viongozi waliopewa kazi na rais na ambao wanapaswa kuulizwa maswali. Munaenda mbali sana sana. Mambo ya CHP ikianguka, musiende kuuliza William. Muthoni yako hapa. Si ndiye amefaa apewa hiyo kazi? Sasa mnauliza William nini? Si amenipea kazi? Nikishindwa na kazi si ni mimi. Sasa tuangalie wale wamepewa hizo kazi ni kina nani? Tukikosa kukokota ushuru, zikijana yenu wako hapa. Ulizeni yeye. Barabara zikikuwa na mapotholes huku, si madam wini yako hapa. Sasa mtauliza nini president? Mambo ya neema ikikwama chairman nako hapa. Amewataka wananchi kushirikiana na serikali na kujiepusha na siasa, akisema wakati huu ni wa kufanikisha maendeleo wala sio wakati wa siasa. Serikali ya William Samoei Ruto, hatutaki siasa, tunataka maendeleo kwa saa hii. Mwenye anataka kusimama akuja atuambie 2027. Anataka kusimama hii mwaka, ni last budget. Tunataka kulenga ile mambo yenye inahusisha wananchi, ndio tuweke pesa ikuje isaidie wananchi wa kawaida. Ameeleza hatua za kimaendeleo zilizopigwa na serikali ya Rais Ruto hasa katika wizara ya afya kupitia bima ya afya SHA, anayosema imerahisisha upatikanaji wa afya kwa wananchi wa kawaida, akiwataka wananchi kuendelea kujisajili ili kunufaika na bima hiyo. Bora umejiandikisha, kwa uende hospitali yoyote, inaitwa level 2 ama ile inaitwa dispensary health center. Nde hapo kwanza utatoa ID yako peke yake na haufai kulipishwa, na kama Laikipia kaunti wanalipisha, DCC hiyo kazi ni yako James. Mwangi Undugu